Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha ripoti kuwa aliidhinisha shirika la ujasusi la Marekani CIA kufanya operesheni za siri ndani ya Venezuela, hatua iliyozua hasira kutoka kwa viongozi wa taifa hilo la Amerika ya Kusini. Vikosi vya Marekani tayari vimeripotiwa kufanya mashambulizi takribani matano dhidi ya boti zinazoshukiwa kubeba dawa za kulevya katikati ya bahari ya Karibia katika wiki za hivi karibuni, ambapo watu wa ishirini na saba wameuawa. Wataalamu wa haki za binadamu walioteuliwa na Umoja wa Mataifa wameelezea mashambulizi hayo kama ya mauaji ya kiholela. Akizungumza katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani inaangalia pia nchi kavu huku ikizingatia mashambulizi zaidi dhidi ya ulanguzi wa madawa ya kulevya katika eneo hilo. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, ambaye uhalali wake kama rais wa Venezuela unapingwa kimataifa kufuatia uchaguzi tatu wa mwaka jana, alitumia runinga kutoa wito wa amani na Marekani. Kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi Wamarekani katika eneo hilo kumewatia wasiwasi wasi viongozi wa Caracas, yani Venezuela, juu ya uwezekano wa kushambuliwa kijeshi. Kwa mjibu wa gazeti la New York Times, idhini ya Trump inairuhusu CIA kufanya operesheni ndani ya Venezuela kwa hiari yao au kama sehemu ya shughuli pana za kijeshi za Marekani. Hajafahamika wazi kama CIA tayari ina mpango wa kutekeleza operesheni hizo au kama mipango hiyo ni ya dharura iwapo tu itahitajika, lakini shirika hilo la kijasusi lina historia ndefu ya shughuli zake katika bara la Amerika ya Kusini. Akijibu maswali ya waandishi wa habari akiwa na mkurugenzi wa FBI Kash Patel na mwanasheria mkuu Pam Bond katika ofisi ya Oval siku ya jana Jumatano, Trump aliulizwa kuhusu ripoti ya New York Times. Kwa nini uliidhinisha CIA kuingia Venezuela? mwandishi mmoja aliuliza. Trump akajibu, niliidhinisha kwa sababu mbili hasa. Kwanza, Venezuela wametufungulia magereza yao na kuwatuma wahalifu Marekani. Aliongeza, na pili ni dawa za kulevya. Kuna dawa nyingi sana kutoka Venezuela, nyingi huingia kupitia bahari. Ni jambo ambalo tunaweza kulidhibiti, lakini tunaweza kuzuia pia kwa njia ya nchi kavu. Venezuela ina nafasi ndogo tu katika biashara ya dawa za kulevya na ukilinganisha na nchi nyingine jirani. Trump hakutaka kujibu iwapo lengo la CIA ni kumwondoa madarakani rais Nicolas Maduro, ambaye Marekani imewekeza zaidi ya dola milioni hamsini kwa atakayemkamata mkamata. Katika shambulizi la hivi karibuni zaidi ya Jumanne watu sita waliuawa baada ya boti kushambuliwa karibu na pwani ya Venezuela. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alisema kuwa taarifa za kijasusi zilithibitisha kuwa chombo hicho kilikuwa kimebeba dawa za kulevya na kilihusishwa na mitandao ya kihalifu ya ulanguzi wa dawa na kilikuwa kinapita katika njia inayojulikana kama biashara hiyo haramu. Kama ilivyokuwa katika mashambulizi yaliyopita, maafisa wa Marekani hawakutaja kundi maalum lililohusika wala utambulisho wa wa waliokuwamo kwenye chombo hicho. Maduro alihutubia taifa jana Jumatano usiku kuonya dhidi ya uchokozi zaidi. Hakuna mabadiliko ya utawala, jambo linalotukumbusha vita visivyoisha na vilivyofeli kule Afghanistan, Iraq, Libya na kwingineko, alisema kiongozi huyo wa kisoshalisti wa Venezuela. Hakuna mapinduzi ya serikali yatakayoongozwa na CIA, aliongeza akisema kuwa, nisikilizeni, hakuna vita. Jana hiyo hiyo Maduro aliamlwa mazoezi ya Kitongoji katika kitongoji cha Petare katika jiji la Caracas na katika jimbo jirani la Miranda. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa Telegram, alisema kuwa alikuwa akiwatayarisha wanajeshi, polisi na wanamgambo wa kiraia kulinda taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Naye waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Ian Gil alisema kupitia mtandao wa Telegramu kuwa Venezuela inapinga vikali kauli za uchochezi zinazotolewa na Marekani ambazo aliziita ni kauli zisizo na msingi wasiwasi mkubwa, matumizi ya CIA pamoja na utumiaji wa wanajeshi katika eneo la Karibia, jambo linaloashiria ya sera ya uchokozi, vitisho na bughudha dhidi ya Venezuela, alisema Waziri Ian Gear. Trump ametuma meli nyingine za kivita nane manowali yenye nguvu ya nyuklia na ndege za kivita katika bahari ya Karibia, hatua ambayo ikulu ya White House inasema inalenga kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika waraka wa ndani uliovuja na kutumwa kwa wabunge wa Marekani, serikali ya Trump ilieleza kuwa sasa iko katika mgogoro wa kivita usio wa kimataifa dhidi ya magenge ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Maafisa wa Marekani wanadai kuwa Maduro mwenyewe ni sehemu ya kundi linaloitwa Cartel of the Suns ambalo linahusisha maafisa waandamizi wa kijeshi na usalama wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Hata hivyo, Maduro amekanusha madai hayo. hii ni Msasa Media.